Kwanza tunamshukuru kwa kwa Mungu, maana ligi ilikuwa na timu zote kumi na sita na tunamshukuru Mungu, sisi tumepambana mpaka tumefika fainali. Kupoteza ni jambo la kawaida kwenye mpira bwana, huwa kuna mistake mistake. Tumekubali tumefanya mistake, ndio tumeadhibiwa. Pengine mchezo wa leo ama fainali ya leo, Kened, kwenu kama wachezaji, imewapa funzo la namna gani za kuimarisha upya? Ah, mchezo wa leo of course ime nani, kuna baadhi ya makosa tuka tunafanya ni okay, ni, ni, ni kawaida kwenye mpira kufanya makosa kama yale, ila mwalimu ndo alikuwa anaangalia, ndo kwamba ni wapi ambapo tulikuwa tunakosea na ni wapi ambapo ataenda kurekebisha msimu ujao. kupani kwenye mchezo kujibishana na maamuzi imewatoa mchezo nini? Ah, no so kweli so kweli, so ni kawaida ya mchezo ya yeah, of course tumefika malengo, maana tulikuwa tumesema kwamba tunaanza ligi, lazima tuwe na nafasi ya nne, tushiriki Champions League alafu tuweze kuingia finali na vyote tumefanikisha. Ni jambo ambalo tunamshukuru Mungu. Pia ebu rudia eh? Mm -hmm. mm -hmm. Na, unajua, unajua bwana striker kama striker sio kwamba mda wote striker ambaye anamtengenezea mpira ni viungo vyake, maana mpira mkishafanya mistake katikati, nyewe mabeki mtakuwa mko disorganized, kwa hiyo yule atakuwa anaona mpira unakujaje. Kama ukiangalia goli la pili tulichokifanya, wamepoteza pale kwenye viungo. Angalia tulivyokuwa, sisi wote tulikuwa tupo wide, yeye akapita katikati yetu na mpira, sisi wote tulikuwa tunajua kwamba tunakoshambulia wakapata nafasi wakapiga counter attack ya faster ndo wakaenda kupata goli la pili hilo. Huwezi ukasema kwamba eti tumefanya, ni mistake ambayo tumeifanya, sawa, lakini sasa ni vigumu sana kuja kuikava hiyo mistake ambayo mzizi alipokuwa asante, asante, asante.